E bana, ni historia gani umeshawahi kuitengeneza kwenye maisha yako ambayo haiwezi kufutika? Hii hapa ya msanii Chris Brown kutoka huko nchini Marekani. Chris Brown kama msanii namba moja wa Alan B haa, kwa hivi sasa duniani ameshawahi kujaza uwanja wa Villa Park Stadium huko Belgium, England ambao ulikuwa unabeba zaidi ya mashabiki elfu arobaini na mbili. Chris Brown baada ya kujaza na kusold out uwanja huo Chris Brown aliimba nyimbo moja tu na kushuka stage. Chris Brown aliimba nyimbo ya Hold Bling Ford ambapo Chris Brown baada ya kuimba nyimbo hiyo alishuka kabisa stejini na kutokurudi tena jukwani na mashabiki waliendelea kuenjoy mziki na wakafurahi show aliyoifanya Chris Brown. Eh bana, je, wewe ni show gani ambayo kama msanii ulishawahi kufanya hivyo? na msanii gani anaweza kufanya hivyo na mashabiki wasemaende? Eh bana, jambo jingine kutoka kwa Chris Brown. Chris Brown ameandika historia nyingine hivi karibuni kwa kujaza uwanja Tottenham Hotspur Stadium huko London ambao unabeba zaidi ya watu elfu sitini na mbili. Chris Brown amesold out kwenye uwanja huo kwa kubeba mashabiki zaidi ya elfu sitini na mbili na, na kupiga show ambayo kila mtu mshabiki wa muziki mzuri, mshabiki wa mambo mazuri alisema neno lake kwamba Chris Brown ndiye got wa mziki wa Alan b kwa hivi sasa duniani, na Chris Brown ndiye msanii ambaye ana sold out kwenye show zake zote, kwa hivi sasa ni msanii pendwa sana duniani. Chris Brown amepiga show kubwa sana na show ambayo wengi hawakutarajia. Hii show ndiyo ile ambaye pia Diamond Platinum kutoka Tanzania pia alienda kuishuhudia huko uh, Tottenham Hotspur nchini huko uh, Marekani London bana. Uh, Chris Brown amezidi kufanya jambo majambo makubwa sana. Na hii show alihudhuria pia uh, Davido kutoka uh, Nigeria na akaperform baadhi ya nyimbo zake. Uh, Chris Brown amezidi kufanya vyema zaidi uh, kwenye muziki amezidi kufanya vyema zaidi kwenye tua yake ambayo inazidi kusold out kila napo kanyaga. Huu ni upendo wa tofauti sana kwa mashabiki wa Chris Brown na washabiki wa muziki eh, mzuri Ebana, gani kwa Chris Brown pia, una komenti gani? Uh, kwa haya ambayo anayofanya Chris Brown na hawa mafans ambayo wanamfuata, usisahau kufollow